Wataalamu wa afya humu nchini wanaonya kuwa juhudi za kukabili ugonjwa wa Ukimwi zinakabiliwa na tishio jipya baada ya maambukizi mapya ya Ukimwi na vifo elfu 21 na vinavyohusiana na ugonjwa huo kunakiliwa humu nchini mwaka 2024. Akiongea jijini Nairobi kabla ya kuandaliwa ya ukonjwa ukonjwa, wakahu, kwa maadhimisho ya siku ya ukimwi duniani mwaka huu, afisa mkuu mtendaji wa baraza la kitaifa la magonjwa ya kuambukiza Douglas Bosire alisema lazima taifa hili liwape kipaumbele watoto wanaobaleghe, vijana na akina mama ili kufanikiwa kukomesha ugonjwa wa ukimwi kufikia mwaka 2030. Two. Wadau wa kukabiliana na maambukizi ya virusi vya ukimwi humu nchini walikutana leo jijini Nairobi wakati wa uzinduzi wa tuzo za kutambua mchango wa wanahabari katika juhudi za kudhibiti ugonjwa wa ukimwi. Akizungumza katika hafla hiyo, afisa mkuu mtendaji wa baraza la kitaifa la magonjwa ya kuambukiza Douglas Bosire alielezea wasiwasi wake kwa kile alichokitaja kuwa ongezeko la maambukizi ya virusi vya ukimwi miongoni mwa vijana. 41% of the new HIV infections among adults in the year 2024 was among 15 to 24. However, if you broaden that bracket again to 34 years, 75% of the new adult HIV infections occurred among those aged between 15 and 34 years. Pia alitaja maambukizi ya ugonjwa huo kutoka kwa mama hadi kwa mtoto kuwa changamoto kubwa. In fact, you have seven counties up there, up north,

Akizungumza katika hafla hiyo, afisa mkuu mtendaji wa mpango wa udhibiti wa ukimwi na magonjwa ya zinaa Dr Andrew Mulwa alisema mifumo ya kukabiliana na maambukizi ya ukimwi iliathirika sana mwaka huu kwa kutatizwa na taratibu za usambazaji bidhaa za matibabu na dawa zinazothaminiwa na ufadhili. Aidha alisisitiza haja ya kukomesha kutenganisha huduma za virusi vya ukimwi, kifua kikuu na malaria, badala yake kutumia mfumo wa pamoja unawapa wagonjwa huduma kamili kwa pamoja as a ministry of health our uh, primary responsibility is to develop guidelines standards and policies for management of hiv currently we are reviewing our uh, treatment uh, guidelines and this year's guidelines are not just guidelines for hiv joseph ohungu nerubini wikendi